Hello guys. Karibu tena katika channel yetu pendwa ya Rajab Synic, kama la mara ya kwanza kwanza kutazama video yote kupitia Rajab Synic. Nikuombe tu subscribe, ku like, comment na ku share ili ukawa wa kwanza kupata kila video mpya ambayo tutakuwa tuna upload katika YouTube channel yetu. Mada yetu leo nenda kujifunza mambo matano ambayo yanafanya simu yako iwe slow au izidi kuwa, kuwa slow na suluhisho lake support kubwa mimi kwa sababu mimi support ndio nahitaji kutoka kwako. Aboaaza mtoto wa simu, basi neno cache sio mara ya kwanza kulisikia, lakini tambua kwenye simu yako kuna, kuna apps nyingi ambazo zina data ambazo wewe ushamaliza matumizi nazo au zisizokuwa na matumizi yasiyokuwa na lazima kwa muda huu, ambao inapelekea simu yako kuwa slow. Lakini pia jambo la pili, app background, app background, eh, app background, naweza kusema naweza kusema e, umefungua data e, unazima, unafungua data sawa, lakini ile data baada ya kuizima Unadhani umezima lakini n bado inaendelea kutumia RAM. Hapo simu yako automatic inazidi kuwa slow. Lakini pia kutumia simu mpaka kufikia, kufikia, mpaka kufikia full storage na kuwa full. Hiyo sababu namba tatu ambayo inapelekea simu yako kuwa nani, jambo la ngapi? La tatu, la nne. Tumetoka la tatu, storage full. Jambo la nne ni kutu update software. Wengi tunatumia E, usipofanya update katika zile software system ambazo tunazotumia e, simu yako automatic itapungua ita uwezo, itakuwa nzito so, kuna vitu vingi utaweza kufanya, uwezo automatic wa simu utashuka. Lakini jambo jingine hapo mm, tunatumia charge fake charge fake e, tukidhani tunapata nafuu, lakini tunatumia charge fake huku tukiwa tunaua simu zetu. Uwezo wa performance ya simu unashuka na uwezo wa battery automatic unashuka. suluhisho suluhisho so, ya changamoto hiyo sasa. Suluhisho ya kwanza natakiwa u clear cache, so ili so, kuelekeza kwa screen recorder hizo mada nyingine ambao tutakuwa naendelea kutoa taratibu ambao mtu atakiwa. Lakini cha kwanza natakiwa kukijua ni ku clear cache. Jambo la pili ku disable background, ku disable background. Jambo la tatu ambalo natakiwa kujua ni kuondoa faili ambazo hazina maana faili ambazo useless ushazitumia, then hazina haja ya kubaki, so ziondoe, ili kutunza uwezo wa simu. Lakini pia update simu yako, update simu yako kila mara. Unaweza kujitengea tu kila baada ya wiki mbili, bila kila baada ya muda fulani, update simu yako. Lakini pia mm, suluhisho la mwisho ambayo utakiwa kulijua kutumia chaji original. Kama umekuwa ukitumia chaji kuanzia leo tumia charge fake, so leo tumia charge original cha original itakusaidia katika performance ya simu yako na kutunza uwezo wa simu ili simu uweze kutumia katika kipindi kirefu. Kama simu kutokana na uwezo wake utaweza kutumia miaka miwili, basi uhakikishe ndani ya miaka miwili inafika, kuliko simu unachukua kubwa alafu unatumia miezi sita miwili na kuisha, inakuwa si jambo zuri. Sasa hapo napenda nikuulize swali. Je, wewe umekuwa ukifanya kosa lipi ambalo umekuwa unalifanya kujirudia rudia ambapo limepelekea labda wewe kuwa miongoni mwa simu yako kuwa nzito? Hayo mambo nafanya bila wewe kujua, so yaweke kwenye comment hapa, ili na wengine wapate kujifunza. Usahau ku like ku comment ku subscribe na ku share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, na wengine wakapate kujifunza. Nikutakie siku njema, jina langu ni Rajab Saini.